Daktari Mganga ametoa kauli hiyo kwenye kikao kazi cha kamati ya uratibu ya uhakiki wa mikopo ya asilimia kumi ngazi ya mkoa na kudai kuwa kati ya halmashauri saba tatu zimeshindwa kukamilisha utoaji wa mikopo kwa makundi hayo, na hapa anasema: natoa hayo maelekezo na kwa mara ya mmoja na mara ya mwisho, sitoa tena haya maelekezo. Kamati ya uratibu ya mkoa hili nalo la kweli tuhakikishe inakuwa. Yaani haiwezekani leo hii mjumbe ananiambia kwamba halmashauri tatu hazijatoa mkopo. Kwa hiyo muende mkakae mara moja by tarehe 15, nipate taarifa. Mwenyekiti, naomba nipate mrejesho, na yeyote ambaye haja- hajatoa huo mkopo, ni kwa nini hamjafanya hivyo? Kwanini msichukuliwe hatua za kinidhamu, kwa sababu hamjatekeleza wajibu wa, wa serikali. Naye katibu tawala msaidizi sehemu ya viwanda biashara na uwekezaji, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya usimamizi wa mikopo ya asilimia kumi, Donatila Vedasto anaeleza lengo la kikao hicho ili kuwawezesha makundi hayo kupata mikopo. Makota ambayo imeisha mwezi wa, wa, wa tisa halmashauri nne zimetoa mikopo lakini nyingine bado zinaendelea na mchakato. Kwa hiyo tumekuja kusitizana ili ziweze kukamilisha mchakato hiyo ili, ili watu waweze kupata mikopo. Kama mnavyojua sasa hivi tunahitaji kukuza uchumi, hususani kwa vijana waweze kwa kwa kupata ajira. Kwa hiyo tuko imara na tunaweza kuhakikisha vikundi vyote vya vijana vinasajiliwa, hususani vya vijana wanawake na uhitaji maalum. Nje ya kikao, baadhi ya halmashauri zilizofanya vizuri kwenye utoaji wa mikopo ya asilimia kumi katika halmashauri zao walikuwa na haya ya kusema na katika, na katika robo ya kwanza tumeweza kutoa tumeweza kutoa asilimia tumeweza kutoa milioni mia moja milioni mia moja kwa vikundi vya akinamama, lakini kwa vikundi vya vijana, lakini pia wenye mahitaji maalum. Hizi fedha ni nyingi sana, lakini imani ya mheshimiwa Dr. Samia kwamba fedha hii imefika katika vikundi hivyo na imeweza kuwasaidia vijana wale. Katika halmashauri ya wilaya ya Mkalama hali ya utoaji wa mikopo. Uh, hapa tunapoongea katika robo ya kwanza halmashauri ya wilaya Mkalama imeweza kutoa shilingi milioni mia moja sitini na laki tisa na hamsini kwa vikundi 21. Kamati hiyo imehudhuriwa na makatibu utawala wa wilaya, wakuu wa divisheni ya maendeleo ya jamii, waratibu wa madawati ya huduma ndogo za fedha na mipango ya kunusuru kaya maskini TASAF kutoka katika halmashauri zote za mkoa wa Singida kutoka hapa katika kamati ya kujadili asilimia kumi ya mapato ya ndani ili kuweza kuyawezesha makundi maalum wakiwepo wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu hapa Singida mjini, ni mimi Alisante Mkumbo wa ITV.